Baba watoto wa Vanessa Mdee, Rotimi ameendelea kuwafurahisha Watanzania wengi baada ya kuonekana kwenye video aloshia Vanessa Mdee kupitia ukurasa wake wa Instagram. Katika video hiyo, Rotimi amesikika akizungumza moja kwa moja na Watanzania kwa lugha ya Kiswahili, huku akisisitiza kuwa msimamo wake kuhusu ndoa yake na Vanessa Mdee Vanessa anamwambia Rotimi, waambie watanzania ya jambo. Ndipo Rotimi bila kusita anajibu kwa msisitizo akisema, hatuachani, hatuachani kamwe, huyu ni mke wangu, huyu ni mke wangu. Kauli hiyo imewafurahisha watu wengi sana, na Vanessa naye anaonekana kufurahi kile ambacho mume wake amezungumza cha kuvutia zaidi, Rotimi ameendelea kuonyesha juhudi kubwa ya kujifunza Kiswahili, kitu ambacho wengi wamemsifia Vanessa kwa kuhakikisha mume wake anakipiga vizuri Kiswahili. Rotimi amesema kwa Kiingereza, look who come to town, my swahili is getting nice nice. Tafsiri yake kimaanisha, angalia nani amefika mjini, Kiswahili changu kinazidi kuwa kizuri sana. Kupitia kauli hiyo, Rotimi anajisifia mwenye kuona maendeleo makubwa kwa kuzungumza Kiswahili. Kauli hizi zimekuja muda mfupi baada ya tukio lililomhusisha Ronisia ambaye aliwahi kuonekana akimuomba Rotimi namba ya simu, jambo lililozua gumzo kubwa kwenye mitandao na kuwasha hisia za mashabiki wa Vanessa. Inaonekana wazi Rotimi aliziona comment nyingi za mashabiki waliokuwa wakisema, tafadhali usimwache malikia wetu, na wengine wengi maana kauli yake, akasema hatuachani kamwe, huyu ndiye mke wangu, imekuja kama ujumbe mzito na wamoja kwa moja kwa wale wote waliokuwa na mashaka. Mashabiki wengi wamefurahi sana, na wengine wakasema, jaribu kumuacha uone, na wengine wakasema, sawa shemeji, ole wako tena uombe namba mbele ya kamera. Kwa ufupi Rotimi ameweka mambo wazi kumwonyesha mpenzi wake kwa ufupi, leti... kwa ufupi... Kwa ufupi Rotimi ameweka mambo wazi kumwonyesha mpenzi wake heshima na msimamo wake kwa Vanessa Mdee, kitu ambacho kimewafurahisha watanzania wengi sana. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kupitia Stein TV_TZ.